Miaka yote umekaa huko nje. Saizi unatuambia baba alikwambia atakulisisha hii nyumba lini? Lini, vipi? Oh, vipi oh, kumbe watu wanavyorumbana kushinda hata sisi. Kesho nabadili mbinu kabla mjaanza vitisha. Unaingia wifi password yako <coughs> <coughs> Niwaambie, maisha ni akili. Leo hivi, kesho navaa suti. Suti gani hmm? na kati chips zimeisha kabla sijashiba. Mura, acha ni kwanza, kuna panya hapa nyuma ya kabati. panya Hivi uoga wako kutisha mpaka lini kumbuka hata panya atafuta maisha kama sisi toto leo ni siku ya kumi umekopa mara tisa we mama acha kunidhalilisha mbele ya timu yangu kumbuka haya maisha ni mzunguko tu mzunguko mzunguko gani nyoko au madeni tu Niambieni, mlikuwa mnanisubiri au mlikuwa mnataka kukimbia? Ah, kaka mkubwa <laughs> tulikuwa tunakutafuta sana eh, ila kesho nina kidao kikubwa sana eh. Hmm. kesho gani? kodi ya miezi mitatu eh? Kaka, tunaomba subira kidogo sasa huyu anajua hmm? Kabisa tuna shida, alafu kila siku anakuja hivi, tumweleweje? mura mnapenda hmm? Hmm. Drama sasa leo mnaondoka, sawa? Sasa imekuwa serious sasa. Leo kuna bonge la stori mwanangu. Usiseme stori bila pesa mwisho wake. Stori yenyewe sasa iko hivi shogangu, nimekuwa na mama mkaa. E, nipo sasa niende wapi? biashara zinaendaje? biashara ni ngumu <laughs> yani, weacha tu yaani, hapo toka asubuhi nimeuza mafungo mawili tu. Shogangu komaa nikomaya, wakati mwanzo kuna tamani kuacha hapa nilipo Unataka acha kuweza huko. Unataka kuende wapi? Unataka kufanya nini shoga yangu? Ndio, ni kuna wenzio huko. Yaani kila siku ni vikao, kila siku vikao. Yaani wewe, umjule Mzee Kipepe? Mzee Kipepe, Mzee Kipepe. Bana, wewe mna yule mwenye shule ambaye anaitwa Tina bana na wewe. Eh, ah, aa kumbe huyo. Sasa ndo utajua jinsi, sasa wenzio, sasa kila siku na vikalia hivyo. Yaani, kuna hizi ni wajumba au wajukuu shangazi. Yaani, wamezana mle ndani. Yaani, mimi mpaka wananikela. Hiyo no know, kazi kwa kweli. E, yani afadhali yako tu mama, kwa nao mkaa wako na sisi wengine mama ni mm. Au basi ngoja nikae kimya, maana nikiongea sana muda mwingine hapo ndio labda mdomo ndio labda na kama mdomo sana. Kwa hiyo shoga yangu sasa hivi ukisema kwa wasikilizaji mdao, bado wanaongea mle ndani na hawatoki, ndio wamengangania ndani, ni vikao wanagawana mali za baba yao matajiri. Hapana, hapo kuna jela? Hakuna jela, mimi niponikuatishia tu, kuogopesha nani, hmm? watu wa pesa nyoko, mambo yakiharibika. Je, huu ni ujinga? lakini nja ni ujinga zaidi, nyoko. Oya abui kama abui, <laughs> mambo mazuri mzee baba, unyama ni mwingi. Oya asikia mwanangu. Huu mguu umeuona, ndio anakuja kwa kwako huko mwanangu, hey. tunajua kuna yale mambo yetu yale matoi, mzee baba hey. tuna ah, jambo letu hey. hey. hey. unasikia mwanangu, tunahitaji tukakimbiza kidogo tiktok tena, na wewe unataka kuleta ujinga nyoko. Ni kweli, tunajua sisi vijana tunajitafuta huko, usiwaze kama ulikuwa unaenda hivi juu mwanangu, sijui inakuaje, au mambo ya poni nini inakuaje? Labda saa mbili mbili au si, abui abui abui, kama abui, ah, ah, Hizi hata watoto wa chekechea hawawezi kushtuka nyoko. <laughs> yu ni physical weapon. Hii tanifanya nionekane kama mpishi. Ah. Ah, sikieni kodi ya majina ya operesheni, kwanzia hivi sasa mimi naitwa Black Mamba. Mm. Upande wangu mimi kama baba nyangeta wani mimi nachagua jina la kwenda kufanyia kazi mtaniita mm, General Motomoto. Hilo ndo litakuwa limekaa vizuri. Nyoko mimi nitaitwa Ice Wolf... Eh <laughs> <laughs> Eh e!

Yanamaanisha mshua, baba yangu hii nyumba aliniambia atanirithisha mimi, okay? Eh? Eh? Nini? Nini? Nini? Anayebisha kae pale ateme mate chini. Sikiza nikwambie bro, yani usituchanganye kabisa huh? Eh. <laughs> miaka yote umekaa huko nje kumbe, hawa watu wanavyorumbana kushinda hata sisi mure sisha hii nyumba lini? Vipi vipi